Young blonde producer on the I Pesa. Basi mtazamaji wa Jongo Media TV online calls leo, tuko mitaa ya The House Lounge. Tutapiga story na mwanetu anaitwa naitwa Joh Madini Classic kutokea Songea Town Manispaa moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye muziki kizungumzia muziki wa dance song, kizungumzia piano na nini na nini na vitu vingine. So jamaa yuko trend sasa hivi, na moja kati ya ikoni ambayo Songea system around pia naitegemea kinoma noma, unajua eh. Na ukiingia mjini YouTube pale pia video zake za kutosha sana ziko pale na zinafanya vizuri na ziko na viewers wa kutosha sana tu. So wakati huo ambao wanatutazama, usisahau kusubscribe wala kushare kwa wale washikaji zako jirani kabisa ambao wamekuwa dawa kubwa sana burudani. So nitoe mach respect sana kwa the launch house launch au kutupa kiwanja kwa ajili pia kuzungumza na msanii wetu uh, Joe Madini Classic. Mi naitwa Jongo Classic ama niite potential kwa fresh sana kwenye Instagram page, andika Jongo Media TZ kwenye TikTok andika Jongo Media TZ. Niko na Joe Madini Classic once again. Aje mzee fresh bro, na kwa kama kawa mzee, anasemaje? Sasa Songea hapo fresh kabisa. Unyama ni mwingi, ugali kidogo. Bwana bwana. Hey. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Eh. Eh naona shavu lazidi kukua bwana. Eh hey, Mungu yeah. Sio asmani. Kwa nini unataka maokoto ya muziki ama nje ya muziki? Nadhani ni muziki. Nadhani ni muziki. Muziki. Ndio unalipa hivyo. Naona muziki. Yes. Na mambo mengi. Ndio maana ujue Madini wenyewe. Ndio Madini bidii <laughs> um, hivyo si lazima uwe hivi lakini lazima uoneshe kwamba umadini kwenye sekta ipi, lakini okay, kwenye kuvaa mimi hmm, na umadini kwenye kazi zangu na umadini pia unasumbua. So, mziki Songea ukoje sasa hivi, game la mziki Songea? Uh, mziki Songea uh, liko vizuri. Okay, ukilinganisha na wilaya zingine Songea hmm, wanajitahidi kusema ukweli. Okay. Yes, kwa hapa Ruvuma wilaya Songea hmm, wako vizuri sana, game linaenda vizuri sana. Na kwa sasa pia upcoming artist anayekuja Songea ni nani ambaye uh, anafanya vizuri kuna kuna level ilitoka ile ya kina ZDM na kina, kina Jila, okay. Tumeingia sisi sasa, mm, wakina Joh Madini wakina Jemaz, okay, wakina Hadatha, okay, na wengineo. So Jemaz naona yuko sasa hivi mjini zake mbali kwa mna mhesabu kama nene moja nne moja tarasani ambako Songea sasa hivi uh, yes of course, kwa sababu wakua anakuja, mm. Yes, huwa anakuja, kwa hiyo tunamhesabia bado ni wasongee okay. Yes. Sasa, so hapa katikati kuna bindo maliachia ndio naona challenge ni nyingi, Asalalo unaisemea, nyingi, eh, nyingi. Mm. Nikiingia TikTok hivi nakutana nazo, nikiingia status hivi nakutana nazo mm. nikiingia nakutana nazo, nikisema huyu mwanangu na Asalalo hii, kwa nini mimi Asalalo? uh, Asalalo nikimaanisha kwamba um, Yani, kitu ambacho inatakiwa mm. tuzingatie ni moyo, yani roho okay. ni moyo okay. ila pesa ni makaratasi oh, kama unapata oh. pesa tumia tu, lakini okay. cha kuzingatia kabisa ni moyo no, no. nafsi yako ni ilinde, huu ndo moyo ndo asala, ni kipotea hii okay. ila mapesa makaratasi, leo unapata, kesho nakosa, kesho nakosa, kesho unapata. Project yako hii ya inazimetoka zimetoka hapo nyuma ukisikiliza uh, okay, asararoo Mm. Yani, tangu kwenye production okay, ni kitu cha utofauti yani kwanza kuanzia mixing mm. uh, uandishi hivo okay, kuna yani, utof, utofauti upo tofauti na nyimbo ambazo zimepita yani, mixing production okay, kwa ujumla yani utofauti upo okay, yeah. so producer uh, producer ngoma ni ni nani? Producer bana anaitwa T Vibe Studio Spot. Studio Songwe, so, icon, icon, Icon Music, lakini aliye mix ni J Wiz mdogo wake Gach B. Yes, yeah, tumezipu imepanda imependa gari imeenda Mbea na ikarudi kama mzigo ikarudikmzigivu yeah, wa moto so ina, ina video tayari uh, tumewasiliana na director yupo Ilinga, anafanya vizuri mm. nadhani uh, nilikuwa kwenye tua ya kusambaza huku iyo nyimbo huku okay. nikimaanisha Nyasa Mbinga kwa nikimaliza hapo na project kuishuti kwa tunakushuti okay. Ilinga hii nyimbo yes. okay na itachukua muda gani? pengine kuachiwa yeah. Nadhani nitawataarifu mm. Lakini ipo video itakuja, bana, mshindi wa tuzo wa Uchumi Gara Awards mara mbili mfululizo eh, mara mbili mfululizo aa, alichukua mm. tuzo wa Uchumi Gara Awards kama msanii bora, yeah. Na anafanya vizuri, of course ame deserve pia kupata hiyo tuzo. inakupeleka sehemu gani? Tuzo bana, imenikutanisha mm. na watu wa tofauti wengi okay. Aa, ikiwemo kupata kupata kupata nafasi ya Uh, yani kuna sehemu kupitia mm. tuzo kuna sehemu okay, bila tuzo mm. ningitumia gharama nyingi kuzifikia au kufika okay, lakini kwa sababu nina tuzo imeniongezea status na watu tofauti kufuatiliwa okay, imeniheshimisha mm. pia, inanipa chachu ya kuendelea kupambana kwamba hapa nikilegelege hapa kwa sababu tuzo mimi nimeweka mezani, kabatini, zipo mbili kwao, nikilegelege hapa na hizo tuzo zinapoa, unapoa, ilibidi sasa nispoe. Umeona bana, kwa ni hiyo okay, tuzo, mm. tuzo bana imenimotivate kwa ufupi, ilikupa il, changamoto, changamoto pengine uh, taja mara mbili kama msanii ambaye unafanya vizuri kwenye tuzo za uchumigara Awards. Changamoto haikunipa zaidi ya kunipa moyo kwa sababu ninayoyafanya Mm. uh, wasanii wenyewe kwa sababu tunabato nao wanasema, ah, huyu jamaa tuna bato naye, lakini ni huyu jamaa anadeserve okay. Mimi siimbi sana mm, lakini napambania kitu ambacho nakifanya <laughs> umeona bana. Kwa nini huimbi sana? si sana, mimi siimbi mm, sana kwa sababu mimi ninachoamini, sanaa ina njia nyingi sana, sanaa ni kufikisha ujumbe kwa hadhira umeona okay, njia ya kule, kuelimisha kukosoa mm, na kuburudisha okay. Uta, utajua utaimba vipi ili watu wa, wa, wa, wa, mm, utumie hizo njia tatu ambazo nimesema kwa, kufika kwa hadhira sasa mm uimbaji wangu ni wa kawaida, lakini nawafikishia ujumbe hadhira, kuna wanapenda na napambania kitu ambacho nakifanya, na ndio maana na deserve kupata nini, mm. kupata tuzo. Mimi nikishindana na mtu ambaye hata anaimba kama tausi hapa, lakini mm. mimi naimba kawaida, lakini nikamkanyaga. Kwa nini? mm. wanaangalia vitu vingi sana okay. Umeona wanaangalia vitu vingi, na mimi kwenye vitu vingi humo na mm. deserve kuwepo kwenye hivyo vitu vingi, ndio maana kwa mshindi. Video yako ipi ambayo unasema kwamba kata video zangu bora, hii ni video bora, pale mjini wetu kwa sayasa pale, ni ni pesa pesa, ni nyimbo, ni nyimbo nzuri, lakini mm. pia ni video bora, lakini kwa video ambazo niliponazo store Asante Baba God, mm. oa bro, mm. Kwanza nimetia mpunga, lafu video imefanyika mjini Dar es Salaam na, mm. na director mm. okay. Chris. Okay. Chris, director mkubwa naeza nikatoa exclusive hapo director Chris ambaye ya ameshoot na Angela anawafanyia mm. kazi okay. okay. mm. wa ni wote Dar es Salaam wakubwa, hivyo kwao, nimetoa ela nyingi sana, nimeinvesti kwenye Asante Baba Godi ambayo nimemshirikisha adatha mm. kwa hiyo hiyo ndio video bora zaidi, lakini pesa nzuri, lakini Asante Baba Godi okay. ni more than kwa nini saa, Asante Sa Godi imechukua muda mrefu sana kutoka video? Kuna nini ambacho kimetokea? I say, kuna changamoto zilitokea uh, kwenye upande wa kwenda kushuti. Hmm. Uh, nyimbo audio kama unakumbuka okay. niliimba na Sekela. Hmm. Lakini video nimeshuti na Adasa. Umeona? mm. Umeona? mm. kuna shida hapo ko. Okay. tulipoenda da mm. kushuti kuna changamoto zilitokea, mm. Sekela kutokea kwenye video, ikabidi mm. tumchukue Adasa, mm. atae kwenye video tukashuti, mm. ko, mambo tu akawa mengi mengi hivyo. Okay. lakini changamoto zilitokea, lakini mimi naamini kwenye changamoto kuna mengi mazuri yanakuja. Okay. Yes. So uh, Sekela nini kilitokea? mpaka kwenye video ajatokea na pengine nilipangana kwamba nabidi kwenye video ilikuwaje? uh, Sekela taratibu zote alizielewa kwamba tunaenda daa kushuti, tunatoka, tunamchagulia nguo za location, kila kitu anaelewa. Okay. umeona bana, um, lakini mm. tulivyofika Dar es Salaam mm. alipata changamoto kwamba alipata show ya ghafla Okay. alipata show ya ghafla baada Okay. ya ghafla. Okay. kupata show ya ghafla mm. Sisi tupo uh, location tuna bi tuna, tuna, tuna, tuna tukashuti Okay. Akatugaili, akasema, jamani, mimi

video ya sante sagodi mm. imekugarimu shilingi ngapi? Halo, katika video zangu ambazo nimetoa, la nyingi ndo hiyo hapo. mimi naweza nikasema ila nyingi kwa sababu bado ni upcoming artist. lakini kwa wasanii wakubwa naweza kusema ila ndogo. kama milioni nne kwa sababu siku ya kwanza no. yes. mm. alipozingua mm. kuna vitu tulikodi majimbo, sio makamera, sio manini mm. na tulishutia red camera. Kama red camera si mchezo, ndo kamera ya kwanza Tanzania, au ya pili ukitoa na magic mm. Yes, kwa hiyo tulirekodi magari, tulirekodi watu mm. kabii tuwailishe ile siku ya kwanza kushuti, tushuti siku ya pili. Kwa hiyo vitu ambavyo tulitumia, gharama ambazo tulitumia siku ya kwanza, ili tukashuti, ikabidi mm. tu tushuti siku ya pili, kwa kwa hiyo tena yani. Wow. Yes, tulipie tena, ikatufuti sana dakika tu, amlipa hela nyingi vitu kama hivo. Haijatoka la, na, mm. na si lakini tayari tupo, tupo mikono nayo mikononi

project nifata ndo Asala ayo, low video pale yes, okay. na um, kwa ujumla hmm. kwa kwa nini ulimchagua Sekela ama Adasa kufanya nao kazi na, uh, na ulikuwa mesafiri mpaka Dar es Salaam, pengine haukuona labda msanii mwingine nafanya naye ile nisojeza kutoka moja sehemu moja kwenda sehemu nyingine um, project na sekela ilikuwa kama ni surprise, kwa sababu tulifika kufanya show show mbinga Mbinga tulikuwa na Bright okay. show Mbinga, mimi show Mbinga tulikuwa kufanya show Mbinga, mimi Sekela tulifanya huko okay. sho hmm. Bwana kufanya show fanyeni okay. Kitu mm. Mona baada ya kutu bless ile beat tukafanya kweli kitu okay. Nyimbo ikabaki huku Mbinga kwenye hizo studio. Mm. Baada ya kurudi Mbinga akamwambia Sekela, nyimbo unaonaje? nyimbo kali, lakini mm. Kwa upande ule Sekela ni, kwa sasa alikuwa hana alipo vizuri kiuchumi nikasema okay. Nyimbo hii nikimwachia Sekela hii mm. haitaipeleka Ngoja okay. Mimi nilivae bomu. Umeona bana? Mm. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo okay. Kwa alivyo, baada ya changamoto kutokea, yeye akashindwa kutokea kwenye video mm. Basi ikabidi nimchukue Adasa kwa sababu yeye Adasa ana uwezo mkubwa sana okay. Yes, so inakuchukua ina muda gani kutoka wimbo mmoja kwenda wimbo mwingine uh, kurekodi ama kutoa? Uh, mimi bana mm. Nikiachia nyimbo huwa na mipango nayo mm. Na huwa na naipambania kutokana na, na uwezo wangu ambapo upo, nikiachia audio nita nita nita promote. Ndio maana unaona kama sahizi nipo Mbinga, nimetoka Nyasa hapa mm. Nitaenda Tunduru na Mtumbo, kote huko ndatembea kufanya hatua ya kuisambaza kui, kui nyimbo yangu maona mm. bana itimisi kwamba ndiyo nipo kwenye mchakato um, au process ya kufanya nini promotion mm, okay. Kisha maliza hapo na hakikisha kwamba mitandaoni kote ipo na mpaka sasa tunavyoongea mm. mitandaoni kote ipo ikimaanisha, okay. studio, DJ Mwanga, Boomplay na platform zote za kuhifadhia muziki okay. umeona bana mm. kwa nikishamaliza hivyo na shoot nishamaliza kushoot na weka studio kwenye TV zote kubwa mm. koo kwa nikisha hakikisha kwamba goma hili nilipambania limefika mm. hapa mm naliacha nikiona okay. Kama hapo sasa nimefikia hapa sasa, mm -hmm. Ambayo nilipatarajia mimi, naachana nayo natoa lingine okay. Nikatoa tu nyimbo bila kuipambania, nikitoa tu okay. Ngoma ujuo hiyo lazima ina mipango, so 2025 tumeanza na Asan Asararo, yes, nyuma yake kuna Asante Sagodi. Yes ndio bwana, yes, 2025 mwaka, mwaka huu uh, ni mwaka winagani? Kwa 2025 ni mwaka wa mafanikio kwa sababu anasema saganasema hivyo. Sorry, kwa sababu Uh, nina video kali store mm. Nina audio hiyo kali pia ya salalo, afu watu wameipokea vizuri kwa nita pia nita, nitaachia chupa lakini pia mipango yangu ya mwaka huu baada ya hizo project zote mm. ni kutoa collab na wasanii ambao wameshapata nafasi Tanzania. okay. ukitoa ile list kuna wasanii ambao wapo hapa mm, mm. Yes, hili sasa nisogee sasa. Okay. Maana huwa nafanya collab na wasanii wenzangu wa Ruvuma au mikoa jirani mm. Au Iringa au wapi. okay. lakini sasa inabidi sasa nifanye sasa collab na wasanii ambao mm. wamepata nafasi Tanzania wana mashabiki hili sasa na mashabiki zao wapate nafasi ya kunisikiliza mimi. Okay. Yes. Sawa sawa. Yes. Uh, kwa, kwa Songea sasa hivi yes. Ukasema nataka nifanye collab mbali na Sekera ama Adasa, kwa wasanii ambao wanafanya muziki nao sawa. Uh, unamtazama nani mwingine? Natamani mwaka huu fanye naye kazi Adasa tena. Yes. Kwa nini Adasa? Uh, ah kwa sababu sijaweza kufanya naye kazi, lakini hii kazi imefanya kwa sababu tu ilitokea tufanye. Natamani siku ah, ndo tunyonge tu, tu biti, alafu ndo bwana anjoo tuuane huko. Eh, tutoe kazi kali. Yes. Instagram, YouTube pamoja na maeneo mengine, unapatikanaje? Mitandao yote inatumia Joh Madini Classic. Yes au Joh Madini. Okay. Yes. Uh, asante sana God pamoja na uh, Sararo ni ngoma mbaziko mjini. Comment za raia zinasemaje? Watu wako karibu na wale ambao wamesikiza kazi Asante Baba Godi, watu walipokea na wanatamani video itoke hata kesho. <laughs> wameipokea kwa mapenzi makubwa sana mm, lakini, lakini pia asala lo mm, ni nyimbo ambayo inaongozwa kwa video challenge wadada okay, wameipenda kinoma noma mm, yani wadada wanafanya challenge kinoma noma, wasikaji wanafanya lakini wadada yeah, wameipenda kinoma noma. okay. saa nyingine nikitoa nyimbo huwa natumia nguvu kuwaomba wadada, japo naomba ni challenge mfanye, lakini hii watu wanafanya tu, hata si wajui wanafanya tu, nakuta tu watu wanafanya challenge kwa wameipokea wamezipokea vizuri. mm -hmm. Yes. Okay. Sawa. So, so nikikupa nafasi pengine, uh, wataji watu wawili ambao wana support kukuwezesha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni nani uh, wakuanza, mm -hmm. na nani? Nnani wa kwanza? Mimi bana nasapotiwa na marafiki zangu. Okay. Yaani mimi watu wangu wa karibu ndio ambao wananisupport. ananisapoti mm -hmm. mana nyuma kamera yupo Dream Dream Nation. Okay. Dream Nation. Okay. Dream Nation ni nani? Ni rafiki yangu. Okay. Mm -hmm. na ana support vipi? um, ana support kwa kila kitu ambacho namwambia kupitia okay. mziki wangu. Okay. Ni mtu ambaye anaweza kaacha kazi zake mm. akanisupport Okay. Heshimu sana mtu ambaye anaacha kazi zake akakusindikiza sehemu. Muona kama kwenye tour nipo naye. Mm. Timiso kwamba ana support na naheshimu kitu ambacho nakifanya. Okay. Kwa hiyo ni mtu pia naye ananisapoti mm. lakini pia kuna mtu anaitwa Chila Kibahati mm. lakini pia kuna mtu anaitwa Prince Water okay. lakini pia kuna mtu anaitwa Haji Platinum, lakini pia uh, kuna wadau wengi ikiwa kwenye grupu langu la Songea iko ni, kuna watu wasongea mule okay, wananisapoti sana. Kwa ni watu wengi tu ambao wananisapoti so, okay. So, mimi um, nafikiri kuna mengi makubwa tumezungumza hapa. Uh, nikikupa nafasi pia kutoa maoni kwa sanaa ya muziki Ruvuma, maoni yako ni yapi? Sana mkoa wetu wa Ruvuma mi naweza nikasema <clears throat> mashabiki kama hawatuoneshi ile sapoti ambayo inatakiwa, okay. uh -huh mashabiki wa Ruvuma inabidi wapende vya kwao mziki. Sahizi umebadilika, mziki sahizi ni biashara, mziki pia ni ajira lakini walaji ndo mashabiki, okay. Kama wa mashabiki wenyewe waluhumu watatutupa mkono mm. Sidhani kama sisi tutafurukuta kwenda mbele wakati okay. Watu wa nyumbani watashindwa kutu, kutuunga mkono okay. Ila wakituunga mkono watu wa nyumbani mm. Hata huko mbele ni rahisi kwao waanze kupenda vya kwao, wathamini vya kwao. Zamani watu walikuwa wanatoa labda project ambazo hazina ubora, ndio maana walikuwa wanaponda, lakini sasa hivi watu tunatumia gharama nyingi, tunashute video za big girl tuna, tuna rekodi audio mm. Tunafanya mixing kwa maproducer wakubwa okay. Kwa gharama ili tu walaji mashabiki zetu wafurahishwe na kitu ambacho tunawaletea kwa mashabiki. Mimi nalia, tuna mashabiki wa Ruvuma okay. wasapoti vya kwao okay. wathamini na vya kwao, lakini pia nikurudi kwa wasanii wenzangu mm. tuoneshe kwa kitu ambacho tunakifanya mm. Msanii umelala, umeamka, umemwona Diamond pale amesema wewe zombi, aujui kesho naondoka kwao msanii mm. Ujue mipango ya usanii na kuaje, ujue taratibu za usanii na kuaje, nyinyi ndio ambao mnafanya a, watu wa kuwasikiliza labda shabiki ambaye tunamlilia tusupport mm. akaja kukusikiliza wewe ambaye hujajipanga kufanya game la muziki. okay. au hapo si lazima kitu ambacho anakifanya. mm. unaimba huku biti linapita huku. mm. tunajumlishwa wote. Ah, wasanii wa Ruvuma hamna kitu kwa sababu amgusikia wewe ambaye haupo serious. mm. kama bado hujajipanga au haupo vizuri, kufanya yani, kwa saizi haupo vizuri, tulia, jipange. Ukiingia kwenye game ya muziki, wewe ingia ingia ingia tufanye. okay. kwa sababu ukifanikiwa wewe, Ruvuma nzima imefanikiwa. okay. Akitoboa, akitoboa msanii yule atatuonesha hata njia sisi ambao tunafika akitovua Jo Madini, itakuwa rahisi kukupa hiyo connection ambayo unakuja, kwamba bwana, ukitaka pale TV ile, ukitaka kuingia pale, muone huyu, lakini okay. ugina kichwa kichwa sotakupiga hela au hata nyumba yako ukigeuka nyuma watu wamefuta weka dustbin. Umeona bwana bana, kwao tusupportiane, tusichukiane Tusapotene, tushikamane, ili tufanye vitu vizuri. Mkoa unatudai wa Ruvuma, yaani mkoa wa Ruvuma unatudai. Uweze amini, mpaka saa hizo ukisema star, yaani mkoa wa Ruvuma mm, unamtaja Bambo. Okay, unaona bana eh, hey, unamtaja Bambo na unasema star ya Ruvuma ni Bambo, ni vitu vya aibu. Okay, I'm so proud Bambo anatuwakilisha, ndio, lakini sasa why yeye, yeah, awe yeye peke yake? Kwani ukimtoa huyo wakilishi vizuri fobi, ah anafika huko, ukimtoa huyo anafika mm, fobi, uh, phobia. Mm, unaona bana. Baada ya fobi tangu atoke fobi, miaka mingapi hapa hamna msanii ambaye ka penetrate tena, umeona? Kwa nini? Kwa sababu hamna wasanii ambao wanajua kuimba? Wapo. hamna wasanii ambao wanafanya vizuri? Wapo, lakini sasa hatupo serious, umeona? Lakini pia uh, wasanii sisi upcoming artists, kitu, kitu kikubwa ambacho kinatufelisha nadhani ni kupata support kwa watu ambao wana nafasi ya kupata fedha Yeah. Mziki ili uende lazima watu wa invest fedha. Mialia pia na mabosi wetu waacha kuwekeza tu kwenye mahindi na mbolea. Mm. wawekeze pia kwa wasanii. Okay. Mziki ni biashara kama biashara zingine. Unamshika msanii Madini nafanya kazi wapi na wapi, ndo hmm. nawekeza kwenye mziki sasa hmm. hivi tu, okay. Napambana mimi mwenyewe nipo hivi, umeona. Je, mtu akija kutia mzigo hmm. tunaondoka, nikiondoka, okay. mimi nashika na mwingine nashika na mwingine nashika na mwingine umeona bana, hmm. kwa hiyo ma, ma, I mean, ma sponsor, wawekezaji hmm. wasiwekeze kwenye mahindi tu, umeona bana, wawekeze pia kwa wasanii kwa sababu okay. mziki sanaa ni biashara oh, yeah. yes. barasa maoni ya Joe Madini classic kutokea Songea Town, Mani Spa, moja kati ya ikoni kubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava nyumbani Tanzania. Kwa sisi pia, naishi kusini, mkoa wa Ruvuma, na ana kazi nyingi, nimekuambia ziko pale mjini YouTube. Ukiingia tatazama vile ambavyo huwa anafanya, yuko serious sana. Kwa hiyo pia migodi mingine ndio hapa hii, matajiri, kuna vipaji viko hapa pia kwa ajili ya kuwekeza s hela pia zinarudi. Unajua, naona watu wanapiga hela wanafanya shows na nini, mjini YouTube pia analipo fedha, so migodi mingine ndio hii hapa hii. So tuko hapa hapanapigania story na maeneo ambayo sisi tunapatikana leo eh. Hii kwenye hizi story ni hapa the house lounge, ndipo ambako stories zinapigwa kupitia Jongo Media TV. So ingia pale mjini YouTube, andika Jongo Media TV, Subscribe, share, acha komenti yako pia pale, unakuwa rafiki wetu na unakuwa wa kwanza kabisa kupata notification zote ambazo Zinatokea pale. So Jongo Media nikushukuru sana kwa time, ah, yako. Nashukuru pia ni jambo nzuri kwa sababu hivi vitu sisi bana tulikuwa tunavimisi. Okay. Kwa mimi nipo Songea, lakini Jongo mm. Uh, media ipo Mbinga. Oh, yeah. Nafunga safari nimefika huku mm. Kukifata hichi kitu. Hiki kitu bana kinatuheshimisha sisi wasanii. Tunamisi vitu kama hivi. Tunasema support, okay. mm. Tusapoti nyingine kama hizi kwa sababu tunafanya interview kama hivi ni mm. entertainment. Okay. Kwa hivyo vitu kama hivi tunavimiss. Tunaona tu wasanii wengine wanaojua sisi hatuojui. Umeona bana. Oh, yeah. Okay. Kwa hiyo hichi kitu ni kikubwa sana. Hongera sana. Mimi nikushukuru sana na nikutakia safari njema. Salamu bwana bwana Town. Tufikishe salamu bwana Songea Town bwana. Salamu zetu. Tunawamiss na tunahitaji sana hapa Jongo Media. Nakubali. Shukrani sana mzee. Nakubali. Mzee ee, bwana tunamaliza hivyo. Uh, tukutane next time kwenye interview nyingine na mtu mwingine tena kwa ajili ya kupata maelezo ya kina kwa yale ambayo wanayafanya. Mimi naitwa Jongo Classic, Kimita Potential Rude Boy, King Mswati na kwa sawa tu. Sawatu. nyuma ya kamera anaitwa Ima the Boy. Osoban anafanya kitu kikubwa sana, na much respect kwa kila mmoja. Pia utatazama it interview yetu siku wa leo. Kuwa na siku njema.